Ili kuweza kujua kiasi sahihi cha bidhaa za afya cha kuagiza katika kituo cha kutolea huduma za afya, kuna takwimu ambazo ni za muhimu sana kuwa sahihi, ili tuweze kujua kiasi ambacho ni sahihi cha kuagiza, na takwimu hizo tunazipata kwenye nyenzo mbalimbali. Moja ya nyenzo hizo ambazo tunaweza tukazitumia au unaweza kusema zinatumika sehemu nyingi kwa sasa ijapo, e, muda unaozidi kwenda zina, zinaondolewa au zinapisha e, teknolojia kwa kutumia mifumo e, mbalimbali ya, ya kompyuta, ila bado zipo kwenye baadhi ya vituo vya kutolea huduma za afya. Nyenzo hizo ni hizi unazoziona hapa mbele, hizi ni Eh, medicine dispensing register, ama unaweza kusema drug dispensing register, au rejista za kutolea dawa. Hizi ni rejista za kutolea dawa. Kuna hii ya kwanza hapa, ambayo ni dawa zile zinazotumika kwa ajili ya kupambana na eh, ugonjwa wa ukimwi, na hii hapa ni dawa nyingine zote ambazo zimebaki. Kwa hiyo kwa siku ya leo, nitakwenda kuonyesha ni namna gani ya kujaza rejesta hizi za kutolea dawa. Hii ni muhimu sana kwa sababu bila kuzijaza hizi kwa usahihi, takwimu ambazo tutakuwa tunazitumia kwa ajili ya e, kuagizia dawa au hata kufanya makisio yale ya kiasi cha dawa ambacho e, taasisi kubwa kama bohari ya dawa wa watatakiwa kununua kwa mwaka kwa ajili ya nchi nzima takwimu hizo zinaweza zikawa zina walakini kama tusipojaza hizi nyenzo kama inavyotakiwa, tusipozijaza hizi nyenzo kwa usahihi, kwa sababu huku ndio takwimu za mwanzo kabisa zinakuanzia, ambazo takwimu hizo zinaweza zikatumika sasa kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatumika kwenye kufanya maamuzi, maamuzi mazito tu kwenye sekta hii ya afya. Kwa hiyo fuatana nami mpaka mwisho wa makala hii ambapo nitakwenda kuonesha jinsi ya kujaza vitabu hivi, kujaza kwa usahihi kabisa. Na hii ni muhimu sana kwa wale watumishi wa afya ambao wanafanya kazi katika vituo vya kutolea huduma za afya ambavyo bado vinatumia nyenzo hizi. Ninafahamu kwamba vituo vingi eh, hasasa vile ambavyo ni vya ngazi ya juu kidogo wao walishatoka kwenye kutumia nyenzo hizi lakini vile vituo vya ngazi za awali, ngazi za chini kuanzia zahanati, vituo vya afya e, bado vingi vinatumia nyenzo hizi. Kwa hiyo e, nitaomba tufuatane, tusikilizane kwa makini. Ukiwa na swali unatuandikia hapo chini kwenye sehemu ya comment na sisi tutakupatia majibu, ili tuweze kupata takwimu sahihi ambazo hizi takwimu sahihi zitaenda kupelekea kupatikana kwa taarifa sahihi sasa ambazo zitatumika kama nilivyosema kwenye kufanya maamuzi mbalimbali yanayohusu bidhaa za afya. So endelea kufuatana nami hapa ninavyoenda kukueleza namna ya kujaza nyenzo hizi. Nitatumia zote mbili, zina utofauti kidogo sana, lakini nitazitumia zote mbili, nitaonesha namna ya, ku, ya kujaza eh, nyenzo hizi sasa mtazamaji, tukianza na hii hapa, hii ni register ya ugawaji wa dawa za au register ya kutolea dawa za kufubaza makali ya virusi vya UKIMWI. Unaweza kuona ina sehemu kadhaa, ina sehemu hizi za juu ambazo tayari zina e, majina ya nini kinachotakiwa kiweko kwenye kila column. Kuna serial namba, kuna tarehe, namba ya mgonjwa, halafu huku kuna dawa ambazo zitakuwa zimetolewa. Na huku chini kuna e, maandishi pia yanaonyesha ni vitu gani vya kujaza huku chini. Sasa sehemu ambayo watu wengi huwa wanachanganya ni hapa chini, wengi wanachanganya hapa kwenye jumla ya ukurasa, jumla hamishwa au total brought forward, pamoja na jumla ongezefu au cumulative total. Wengi wanachanganya hapo na hiyo inakuja kuleta takwimu ambazo sio sahihi. Kwa katika kuelezea namna ya kujaza eh, rejesta hii itakwenda kujikita zaidi kwenye maeneo hayo. Kuna vitu vingi vya kuzingatia lakini kwa leo kwa makala hii nitajikita hapo. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kulifahamu ni kwamba unapoanza e, ukurasa mpya ama tuseme unavyoanza mwezi mpya unatakiwa uanze na jumla hamishwa inakuwa ni sifuri. E, kwa maana ya hii jumla hamishwa hapa, kwa kila mwezi unapoanza, unavyoanza kujaza taarifa za mwezi mpya huhami na taarifa za mwezi ulioisha. Kwa hiyo pale jumla hamishwa inakuwa ni sifuri, kama unavyoiona hapo, na inajazwa kwa kalamu nyekundu. ni ikishajazwa ile sifuri pale ambayo ni i e, wakati tunaanza mwezi mpya kwenye hii rejesta, tunaanza sasa kuwahudumia wagonjwa eh yeah, hudumia wagonjwa pale. Kwa mfano hiyo nane ilikuwa ni mwezi wa kwanza, ni mfano tu, kwa kuandika details zao. Halafu hapa tunaandika regimen, kwa sababu hizi zimesema ni dawa zile zinazofubaza makali ya virusi vya Ukimwi. Kwa hiyo hapa tutaandika, tutatiki kwenye regimen ama mchanganyiko wa dawa ambazo e, mteja amepewa, tutatiki kama amepewa, kama ni TLD tutatiki pale mpaka ukurasa huu utakavojaa tutajumlisha kwa hapa palipoandikwa jumla ya ukurasa hii, row hii hapa. kwenye jumla ya ukurasa hutakiwi kuandika tena huku kumregister mteja mwingine hapa. Hapana, kwa unakuja unajumlisha, ikishaje ikafikia hapa hu, hii, ko, hii hii row hii yenye jumla ya ukurasa unaiacha kwa ajili ya kuja kujumlisha kwamba ni watu wangapi kwenye huu kurasa wamepata huu mchanganyiko wa dawa hii, kwa una hesabu kihesabu hapo unapata ni 25 pale ndio jumla ya ukurasa huu. Alafu jumla hamishwa, kama nilivyosema, unavyoanza mwezi mpya, ile huhami na data ya mwezi mwingine kwa hiyo inakuwa ni sifuri. Alafu baadaye hii jumla ongezefu au cumulative total unajumlisha tu jumla ya ukurasa unajumlisha na ile jumla hamishwa ambayo ni 25, jumlisha sifuri unapata ni 25 na tano. Alafu ukija kwa huku kwenye kwa huku pembeni kidogo, mkono wangu wa kulia huku, sasa inabidi u, hapa tuli tulitik tu kwenye regimen, kwenye mchanganyiko wa dawa, huku utasema sasa hiyo dawa alipewa vidonge vingapi, na sio makopo. Hapa tunajaza vidonge, idadi ya vidonge, sio idadi ya makopo ambayo mteja amepewa. Kwa kama amepewa vidonge tisini, amepewa vidonge 270, amepewa vidonge 30, unajaza pale. Halafu baada ya hapo unakuja kufanya majumuisho tena, ushamaliza kujaza mpaka huu mstari hapa wa mgonjwa wa, wa, wa mteja huyu wa mwisho manake, unakuja unajumlisha zote. Kwa hiyo baada ya kujumlisha hizi tulipata ni elfu mbili mia mbili na hamsini. Kwa hiyo tukaijaza hapo jumla. Hamishwa kama kawaida ni sifuri, kwa sababu ni mwezi mpya tumeanza. Halafu tunajumlisha hii jumla ya ukurasa tunajumlisha na jumla hamishwa, halafu jibu lake tunaandika pale, ushaandika pale. Tunahama sasa hii jumla ongezefu ya ukurasa huu itakwenda kuwa ni jumla hamishwa ya ukurasa mwingine unaofuatia kama mwezi ni huo huo. Kwa hiyo ukienda katika e, ukurasa unaofuatia hapa utaona kwamba hii ishirini na tano hapa ambayo ilikuwa ni jumla ongezefu ya ukurasa huu tuna hama nayo kabla hata ujaanza ku, ku, kurejista wagonjwa wengine huku au wateja wengine huku. Hii 25 tuna hama nayo, unakwenda kuijaza kwanza kwenye jumla hamishwa pale, kwa hakikisha ni dawa ile ile, kwa kama ni kwenye mchanganyiko, na hamishia pale 25, kwanza. Hai, naangalia dawa nyingine hapo ilikuwa ni hiyo TLD zilikuwa vidonge 2250 kwa hiyo hii jumla ya hapa Hi, hapa hii nina hama nayo hii, jumla ongezefu ya ukurasa huu inakwenda kuwa jumla hamishwa ya ukurasa unaofuatia ambao inakuja hapa elfu mbili inakuja hapa 2250 ambayo ni jumla hamishwa, total brought forward. Halafu sasa naanza kuhudumia wateja wangu, nikiwahudumia. Manake huu hapa, kwa mfano, kliniki iliishia hapa ya siku hii, ambayo ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa kwanza, labda ndo kliniki iliishia hapo baada ya hapo wateja wengine walikuja mwezi wa pili. Sasa mwezi wa pili hautakiwi kuendelea kwenye ukurasa ukachanganya miezi miwili tofauti, hiyo haitakiwi. Kwa maneno mengine, mwezi wa pili sasa, kama kuna wagonjwa walikuja mwezi wa pili, manake ilibidi, inabidi waandikwe kwenye ukurasa mpya kama ilivyofanyika hapa. Ukiangalia hii ni tarehe mbili ya mwezi wa pili, japo hapa pana nafasi lakini haitakiwi ku jaza miezi miwili ndani ya ukurasa mmoja haitakiwi na nitakwambia ni kwa nini? Kwa hiyo baada ya hapo tukisha hama na ile jumla ongezefu ya ukurasa uliopita huku tukaileta ikawa kama ni jumla hamishwa, tunahudumia wateja wetu. Baada ya hapo tunajumlisha jumla ya huu ukurasa ni kumi na mbili kwa upande wa regimen, hiyo TLD e, kwa maana ni wateja 12 walipata dawa ya aina hiyo. Halafu tunakuja kujumlisha tu jumla ya huu kurasa, tunajumlisha na ile jumla hamishwa 12, na jumlisha 25 tunapata 37. Yeah. Na hapa hivyo hivyo tunafanya hivo, tunajumlisha zote hizi, tunaandika jumla ya kurasa pale, halafu tunajumlisha na hii jumla hamishwa, tunapata jumla ongezefu ambayo ni hiyo hapo baada ya hapo maanake, mwezi huo wa kwanza clinic manake ilikuwa iliisha tarehe hiyo, tarehe 20 alafu clinic nyingine ilikuwa tarehe mbili mwezi wa pili. Kwa sababu ni mwezi mwingine, ilibidi tuanze ukurasa mpya, sio kuendelea pale pale tena tulipoishia mwezi wa kwanza. Kwa tuka, utaratibu ni uleule tukajaza. Alafu na kumbuka, pia unatakiwa usaini huku mwishoni, wewe unayetoa hiyo huduma unatakiwa uweke Yeah, vifupisho vya majina yako na mgonjwa pia anatakiwa sign. Kuna maelezo mengine mengi ambayo ni mahususi eh, yeah. Yako maelezo ambayo ni mahususi eh, kwenye hizi register lakini leo nataka tujifunze tu eh, kwenye jambo hili ambalo nimesema la jumla ongezefu na namna ya kujumlisha hizi eh, takwimu ambazo tunaweka humu. Kwayo, kwa hiyo kwa mwezi huu wa pili utaratibu ni ule ule Kuj... mwezi, tumeanza mwezi mpya, ni mwezi wa pili, kwao hatuhami na ile takwimu ya nyuma hapana. Jumla hamishwa kwa sababu ni mwezi mpya tumeanza, inakuwa sifuri. Jumla ya ukurasa tutajumlisha kama kawaida, tunaweka pale chini alafu tunajumlisha, tunapata jumla ongezefu kwenye vidonge hivyo hivyo, idadi ya vidonge tunaanisha baadaye tunavohama, kwa mfano hapa jumla hamisho unahama nayo 25 na hamisha hapa. Hii ni jumla ongezefu kwenye ukurasa uliopita inakuwa jumla hamisho kwenye ukurasa unaofuatia hivyo tu, alafu unaendelea mpaka mwisho wa mwezi. Ikifika mwisho wa mwezi unafunga mahesabu sasa. Hiyo inatusaidia nini? E, hii inatusaidia kwamba nikitaka kujua kwa mfano mimi nikitaka kujua kwa mfano mwezi wa kwanza katika eneo langu la kutolea huduma ambako kuna hizi rejesta za kutolea dawa, nimetumia dawa aina ya TLD kiasi gani? Nitakuja tu nitakuja hapo, nitakwenda tarehe ya mwisho ya mwezi husika. Kwa mfano nataka nijue mwezi wa kwanza dawa hizo zilitumika kiasi gani kwa mwezi wa kwanza, eh, naenda naitafuta mwezi wa kwanza huu hapa alafu ulikuja mpaka hapa mwezi wa kwanza ukaishia, halafu nakuja kwenye ile namba ya mwisho, ile jumla ongezefu ya tarehe ya mwisho kutolea dawa kwenye mwezi huo, kwa napata ni 3330. Kwa nakuwa najua aha, kwa mwezi wa kwanza idadi ya vidonge vya TLD ambavyo nilitoa e, kwa wateja ni 3330 tatu. Hii takwimu ni muhimu sana. Nitakuja kuelezea umuhimu wake katika makala zinazofuatia. Kwa hiyo hakikisha tu una subscribe, eh, na unabonyeza alama kengele ili uendelee kupata eh, notification pale ambapo tunaweka makala nyingine ili ujue sasa hii inakwenda kutusaidia nini, lakini ni muhimu sana. Tukija kwenye hii register nyingine kwa sababu hii tulisema ni ya kutolea dawa ziweza kufubaza eh, virusi vya UKIMWI, kuna hii nyingine hapa ambayo ni ya dawa nyingine zote zilizobaki. Sasa hii unaweza utaratibu wake wa kujaza huko vile vile. Kwanza unavyoanza mwezi mpya lazima uanze ukurasa mpya. Usije ukaandika miezi miwili kwenye ukurasa mmoja hata kama ume, ume, ume umejaza, e, mteja mmoja tu mwezi ukaishia hapo, alafu kajikuta umeanza tarehe inayofuatia ni ya mwezi mwingine. Hutakiwi kuendelea kwenye ukurasa ule, unaanza ukurasa mpya hii imejazwa tayari, kwa hiyo tutaangalia kwa mfano hii kwa sababu ina dawa nyingi ndao, ambazo zinatoka mara kwa mara sana. Ni dawa zinazotoka kila siku, kwa utakuta hata peji zake ni nyingi. Kwa utaona hapa ilikuwa ni tarehe moja mwezi wa kumi. Tuangalie dawa kwa mfano amoxicillin. Amoxicillin hapa alianza na jumla hamishwa sifuri, kama tulivyosema, na akajaza kwa kalamu nyekundu eh amoxicillin hapo jumla hamishwa ni sifuri. Kwa kuwa ndo ameanza tarehe moja mwezi wa kumi. Na kuna wakati inaweza katokea labda e, tarehe moja hii ikawa ni weekend labda Jumapili labda na siku hiyo hamkuhudumia wateja. Mkaanza tarehe mbili mwezi wa kumi lakini bado ndo mwezi umeanzia hapo. Kwa utaanza tarehe utaanza ukurasa mpya hivyo hivyo. E, jumla hamishwa kama kawaida inakuwa ni sifuri. Halafu na hudumia zako wateja, kwa mfano hapa wateja walihudumiwa amoxicillin wawili moja mbili, thelathini thelathini. Ukijumlisha hivi vidonge thelathini na thelathini nakua ni vidonge sitini. Kwa jumla ya ukurasa hii hapa ni sitini, thelathini jumlisha thelathini sitini. Halafu jumla ongezefu, unachukua jumla ya ukurasa unajumlisha na ile jumla hamisho. Kwa hiyo ni sitini jumlisha sifuri, inakuwa sitini. Tunachokifanya ukurasa unaofuatia tunafanyaje? Tunachukua hii sitini ambayo ni jumla ongezefu ya hapa tuna inaenda kuwa jumla hamishwa kwenye ukurasa unaofuatia, hii hapa 60 <tune> ambayo ni jumla ongezefu ya ukurasa uliopita hapa inakuja kuwa jumla hamishwa. Na ukiangalia kwa hii siku, manake amoxicillin hazikutolewa kabisa. Kwa hiyo jumla ya ukurasa ni ngapi? Ni sifuri, kwa sababu hazikutolewa kabisa hii siku Halafu tunachukua sifuri jumlisha stini, tunapata ni hiyo hiyo stini. Hii stini ambayo ni jumla ongezefu ya hapa tunaihamisha tena kwenda kwenye ukurasa unaofuatia, yeye naenda nakuwa jumla hamishwa. Sasa ni ukurasa unaofuatia huu stini inakuwa ni jumla hamishwa hii hapa. Halafu tunahudumia wateja kama kawaida. Kuna huyu hapa alipewa vidonge kumi na tano vya amoxicillin miligramu mia mbili na hamsini. Kwa jumla na ndio hiyo peke yake, hamna nyingine. Kwa jumla ya ukurasa kwa hapa ni kumi na tano. Hiyo hapo imejumlishwa vizuri na imeandikwa kwa kalamu nyekundu. Halafu jumla hamishwa tulihama na 60 hii hapa. Baadaye tunajumlisha tu, kumi na tano jumlisha 60 tunapata 75. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, tunachokifanya tunaenda hivyo, hii ni tarehe tatu tu, manake tunaenda hivyo hivyo mpaka mwisho. Kwa hiyo nikitaka kujua sasa kwamba kwa mwezi huu wa kumi eh, kwa mwezi huu wa kumi ambao ndio huu ambao tumeangalia hapo, amoxicillin zilitumika kiasi gani, nitatakiwa kwenda tu mpaka kwenye tarehe ile ya mwisho ya mwezi huo wa kumi na nitaweza kujua aha, kwa mwezi wa kumi amoxicillin zilitumika kiasi fulani, na hiyo eh, baadaye inakuja kusaidia kwenye kufanya mambo mengi sana. Inakusaidia kwanza kujua kiasi ambacho, kujua matumizi yako, kujua ile consumption au matumizi ya dawa husika katika eh, kituo chako. kwa hiyo Ukishajua matumizi ya dawa husika, kwa maana ya ni kiasi gani dawa husika inatumika kwa mwezi kwa mfano, tuseme kwenye kituo chako, hiyo itakusaidia kujua sasa uagize kiasi gani ambacho kitakutosheleza kwa mwezi, kwa, kwa miezi kwa mfano minne. Kama umejikuta wastani wa matumizi kwa mwezi kwenye kituo chako kwa dawa ya amoxicillin ni vidonge elfu tano na unataka uagize vidonge vinavyokutosha kwa miezi minne, maanake unachukua ile elfu tano unazidisha mara mara nne, ambayo itakuwa ni elfu ishirini. Kwa kama unataka kuagiza e, vidonge vinavyokutosha kwa miezi minne na umeshajua wastani wa matumizi kwa mwezi ni vidonge elfu tano, maana yake utachukua tu vile vidonge elfu tano alafu utazidisha mara nne utapata ni vidonge elfu ishirini kama ulikuwa huna vidonge kabisa. Kwa hiyo hiyo sio hiyo peke yake, huo ni mfano mmoja tu. Kuna habari nyingine za e, kuplan, yani kuplan, e, kwamba baadaye tununue mzigo kiasi gani unaotosheleza mwaka mzima na kadhalika. Hizi ndo takwimu zinazotumika na ni za muhimu kweli kweli. Kwa hiyo tuwe makini sana kwenye e, kujaza hizi nyenzo na implication yake sio kwenye kuagiza tu, kwa sababu hizi bidhaa ni fedha, zinanunuliwa na fedha. Kwa hiyo ukikosea kujaza vizuri, unaweza ukajikuta unanunua bidhaa nyingi kuliko ambazo kiuhalisia zinahitajika, au unaweza ukajikuta unanunua bidhaa chache kuliko zile ambazo zinahitajika kiuhalisia na ukaleta usumbufu mkubwa. Ukinunua nyingi zaidi, utasababisha overstock, alafu utasababisha vitu kama expiries na pia utakuwa una, um, manake umetumia fedha ambazo ilibidi zifanye kitu kingine. Ukinunua pia chache, na zenyewe ni matatizo, kwa sababu utapata stock out, wateja wa watakosa dawa, alafu italeta shida. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatumia hizi nyenzo, ni muhimu sana kuzingatia ujazaji wake kwa makini na kwa usahihi ili takwimu zinazotoka huku kwa ajili ya kwenda kutumika sehemu mbalimbali mbali, ziwe halisia. Mpaka hapo tumefika mwisho wa leo. Kama una swali tuandikie sehemu ya comment, na sisi tutafanyia kazi na tukutane katika makala ijayo ambapo tutakuwa tunazungumza pia kuhusu mambo haya haya, lakini tutaenda mbele kidogo kuangalia sasa kwenye eneo hili ambalo nimeligusia kidogo la namna sasa ya kutumia taarifa zinazotoka hapa. Kwa cha kwanza lazima tuhakikishe taarifa hizi zinakuwa na uhalisia, ili tunavyoenda kuzitumia tutumie kwa namna ambayo itatuletea matokeo ambayo ni, ni, ni halisi, matokeo ambayo ni chanya, kwa sababu tutakuwa tumepata taarifa ambazo ni sahihi. Ila tukishaharibu tu huku, maana yake Eh, hata maamuzi ambayo yatafanyika kutokana na taarifa au kutokana na taarifa iliyopatikana baada ya kuchakata hizi data e, yanaweza yakawa sio. Kwa tuwe tuwe makini sana kwenye kujaza hizi nyenzo na hata wale ambao wana mifumo, kwa sababu hizi ni nakala ngumu hard copies, lakini kuna mifumo ambayo e, inatumika kuingiza taarifa kama hizi. Hizi kwa hata wale wanaotumia mifumo hiyo E, inahitajika pia umakini mkubwa kwenye kuitumia hiyo mifumo wakati wa kuingiza hizo data na kuhakikisha kwamba ile mifumo pia iko stable, na chokiingiza ndio kina kina kamle kweli na vitu kama hivyo, ili tuweze kuondokana na matatizo mengi sana yanayohusu dawa ambayo e, tunakutana nayo katika taifa letu na mataifa mengine ambayo yana mazingira yanayofanana kama ya kwetu. Asante sana babai. Kwa sasa, hii ni PDK generation.